Ama kuhusiana na hukumu ya wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haya ni masala ambayo kwamba yako wazi kabisa, Qurani ishayamaliza, Qurani ishayeweka wazi kabisa ya kwamba kwa kwa watu ambao kwamba kwa amba, walikuwa katika kipindi ambacho kwamba hawakumpata Mtume ambaye kwamba kwa amba, alikuwa kabla yao na pia hawakumpata mtume ambaye kwamba alikuja kwa watu wa zama zao. Watu kama hao hawawezi kuadhibiwa na Allah subhanahu wa taala, na watakuwa wapo katika janna, wapo katika pepo wa Mola subhanahu wa taala. Na miongoni mwa hao ni wazazi wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu hakuna mtume ambaye kwamba walitumiwa wakamkadhibisha hata waweze kuingia katika moto, na pia hawakumdiriki mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam zama za utume wake. Mola subhanahu wa taala anaeleza katika Alquran alkarim katika surati Yasin aya sita, akimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun, sisi ewe Mtume Muhammad, tumekutumiliza ili uende ukawaonye watu ambao kwamba baba zao hawakuonywa, basi wao walikuwa ni wenye kughafilika, yani wenye kughafilika na uongofu, hawakuwa ndani ya uongofu, hawakupata uongofu kwa sababu hawakupata mtume wa wa kuongoza. litunzira ma litunzira qauman ma unzira abauhum wenda ukaonye watu ambao kwamba baba zao hawakuonywa, kuonyesha kwamba wale watu ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam wa alitumilizwa kwao pale maka hawakuwa wametumilizwa mtume kabla yao. Lakini katika sura 7, aya ya 44 anasema Mwenyezi Mungu, wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilaihim qablaka min nadhirin Hawa watu ambao kwamba sisi tunakutuma wende ukaonye, wala hawakupata vitabu wavisomavyo. wama arsalna ilayhim qablaka min nadhirin, wala hatukupata kuwatumia mwonyaji kabla yako. Yaani mola Subhanahu Wataala abainishe ya kwa kwamba watu wa Makka kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakuna muonyaji ambaye kwamba alienda kuonya mpaka hapa tuko vizuri sana sasa tunakuja kuiuliza Qur'ani hawa watu ambao kwamba Mola Subhanahu wa Taala hakuwatumia mtume hakuwatumia muongozi hakuwatumia muonyaji hukumu yao ni ipi soma Israeli aya ya 15 Mola Subhanahu wa Taala anasema wama kunna muadhibina hata nabaaatha rasula wala haitufalii sisi kwa kumwadhibu yoyote. Ngalia Mola Subhanahu Wataala asema haimfalii yeye kumwadhibu yoyote kwa kutenda kitu kabla hatujampelekea mtume kutoka kwetu amuonye njia ya haki na amkataze maovu. Haya ni Mola Subhanahu Wataala aleza, wamakunna muadhibina hata nabaaatha rasula haitufalii sisi kumwadhibu mtu yoyote kwa kutenda jambo la makosa mpaka tumtumie muonyaji amkadhibishe, hapo sasa ndipo tutakapomwadhibu. Tumtumie muonyaji amwelekeze na asifuate maelekezo, hapo ndipo tutakapomwadhibu. Lakini kabla hatujamtuma muonyaji, hatumwezi kumwadhibu. Kwa hivyo, ndugu zangu, kulingana na aya kama hizi na ni nyingi kweli kweli Tushaelewa toka kitambo tayari, Qurani ishatubainisha wazi ya kwamba wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na watu ambao kwamba walikuwa kitambo kile hawakutumiwa mtume yoyote kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala hawakuipata dawa na ulinganiaji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo watu kama hao hawana neno, wapo katika janna kabisa. Inakuja masala ya riwayati. Kuna baadhi ya riwayati ambazo kwamba wanazitumia ahlul dalal, watu wa upotevu, watu ambao kwamba waliopotea, ambao kwamba wanaopotosha watu. Inakuja riwaya ya kwamba imepokewa kutoka kwa Mtume, inasemekana imepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyoelezwa katika vitabu vya riwaya ya kwamba Siku moja mtu mmoja alienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamuuliza, Aina abi baba yangu yuko wapi? Mtume akamwambia finnar, yuko motoni. Riwaya inaeleza yule bwana akaondoka akawa na huzuni, akawa na masikitiko, alipofika mbele Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwita. Alipomwita akaja akamwambia, inna abi wa abaka fi nar, akamwambia: hakika baba yangu mimi na baba yako wewe wako motoni. Ni yapi majawabu yetu kuhusiana na riwaya kama hii? Awalan, kabla sijaingia kueleza maneno ya kisayansi ya hadithi ambayo kwamba yameelezwa na ulamai wa sayansi ya hadithi, tunakuja kueleza kipimo kidogo tu ambacho kwamba ulamai wanaeleza cha kuikubali hadithi ama kuikataa kama anavyoeleza uh, uh, Alimam Al-Khatib Al-Baghdadi katika kitabu chake Alfaqihu Walmutafaqihu, anaeleza kwamba hadithi inapopokelewa na mtu ambaye kwamba ni thika, ni mkweli, ni mwaminio hana neno, lakini hadithi hiyo ikawa ina khalifu kitu ambacho kwamba kimethubutu katika sheria, ima kwa hadithi nyingine ambapo kwamba ni mutawatir, ima kwa Qur'ani, basi hadithi hiyo hatuwezi kuitumia bali itatupwa kwenye debe la taka. Hadithi kama hii kwanza inakhalifiana na Qur'ani. Qur'ani inaeleza, wa ma kunna muadhibina hatta nabaatha rasula. Hadithi inasema la Mwenyezi Mungu anawaadhibu watu hata kama hajawatumia mtume. Kwa hivyo hapo tayari ni kipimo kidogo tu cha kuufahamu ubatili wa hadithi kama hii. Ikiwa tunasoma katika sayansi ya hadithi musalahu ul hadithi, ya kwamba hadithi ikiwa itapokelewa na mtu ambaye kwamba ni thiqa, ni mkweli, ni mwaminiwa, lakini hadithi kama hiyo ikakhalifu riwaya ya mwingine ambaye kwamba ni thiqa, lakini daraja yake katika ukweli na katika hifdhi ni kubwa zaidi kuliko daraja ya huyu basi hadithi yake huyu itakuwa ni shadh ya yule itakuwa ni mahfudhu, ndio itachukuliwa, hii itakataliwa. Sasa kama anavyotueleza mwenyewe shekhe letu alimamu Hassan ibn Ali Saqqaf anasema shekhe lake alimamu alhafidh Abdullah bin Siddiq alghumari, ala Allahu darajatahu fil janna, siku moja alimwambia, mwanangu, ikiwa hadithi ikipokelewa na mtu ambaye kwa mwanifika akamkhalifu man huwa au faku minhu au akakhalifu wa kweli wingi, riwaya yake ikakhalifiana na riwaya iliyopokelewa na watu wengine, ni wingi na ni wa kweli na hifdhi yao na dhabti yao ni kubwa kumliko ye, hadithi yake itakuwa ni shadhi. Je, hadithi ikikhalifiana na Qur'ani itakuwaje? si itakuwa ndiyo shadhi zaidi? Yani, kuna hadithi ambayo kwamba kwa amba, inaweza kuwa na msuli wa kupingana na Qur'ani. Yaani wacha aya hizi zote ambazo kwamba tulizozisoma aya moja tu, hakuna hadithi ambayo kwamba inaweza kuwa na msuli wa kupingana aya hata hata moja tu, na ni dalili tosha na ni ishara tosha ya kwamba hadithi hiyo si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesingiziwa wa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawezi kueleza maelezo ambayo kwamba inakhalifiana na na Qur'an al-Karim. wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hatamki haongei kwa kwa matamanio yake, alikuwa akiongea kwa wahyi. Sasa vipi wahi huo wa unapingana? Hicho ni kipimo cha kwanza, lakini kipimo cha pili cha kuonyesha kwamba hadithi hii ni batil, hadithi hii si ya kufanyiwa kazi, hadithi hii si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni yale ambayo kwamba aliyoeleza alimamu Suyuti rahimahullahu taala katika risala yake ambayo kwamba ipo katika kitabu chake al-Hawi lil-Fatawa anasema alimamu Suyuti rahimahullah taala, hadithi hii iko na illa nyingi sana katika sanadi yake, wachana na matni, matni tushamaliza. Katika sanadi yake katika silsila cheni ya upokezi yake katika silsila ya upokezi wake, anasema kuna mtu ambaye kwamba anaitwa Hamad bin Salama. Huyu Hamad bin Salama, ulamaulhadithi wanasema wa kwamba hifdhi yake haikuwa nzuri, hivyo yeye kuhadithia kwake alikuwa akihadithia kutoka katika kitabu chake ki ambacho kwamba alikuwa ameandika hadithi. Sasa tatizo lilikuja, alikuwa na mtoto wake ambaye kwamba ni zindiq. Zindiq ni mtu ambaye kwamba ni kafiri lakini ameficha ule ukafiri wake. Yule zindiq ambaye kwamba alikuwa ni mtoto wake wa kambo, akawa anachukua hadithi maudhuat zilizoundwa na mazanadi kwa wengine, anakuja kuziingiza katika kitabu cha babake, na vile babake hifadhi yake haikuwa nzuri akawa anachukua anahadithia hivyo. Kulingana na mkasa kama huo ndio zikapatikana hadithi ambazo kwamba ni batili katika riwayati za za Hamad bin Salam. Sasa katika silsila chenye ya wapokezi wa hadithi inayosema inna abi wa abaka finnari, huyu Hamad bin Salam yumo ndani yake. Lakini hadithi kama hii, kama anavyoeleza alimamu Suyuti rahimahullahu taala, imekuja katika mapokezi mengine ambayo kwamba hayupo ndani yake Hamad bin Salama, katika mapokezi ya Mamar. Mamar ambayo kwamba alikuwa hana illa hii ambayo kwamba ako nayo Hamad bin Salama, imekuja kwa riwaya gani? Katika mapokezi ya Mamar ambayo kwamba ni aqwa min Hamad bin Salama, anasema riwaya yake ilikuwa ni hivi: yule bwana baada ya kuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aina abi, na Mtume kumwambia finnar, alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wa aalihi wasallam alimuita baada ya kumwita, akamwambia: haithuma mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Popote utakapopita kulipitia kaburi la mtu ambaye kwamba amekufa ni kafiri, basi mbashirie moto. Na katika mapokezi mengine yakaja: haithuma mararta biqabri mushrikin fabashirhu binnar. Popote utakapopita katika kaburi la mtu ambaye kwamba amekufa hali yakuwa ni mshirikina, basi mbashirie moto. Hadithi iko wazi kabisa na iko sawa sawa ya kwamba kafiri ni fi nar mushriki ni fi nar. Kwa hivyo, ukipita mbashiri ya moto, hii haina matatizo. Kwa hivyo, ukiangalia matni yake haina matatizo, lakini sanadi yake haina matatizo. Sanadi ya hadithi ile nyingine ina matatizo na matni yake ina matatizo zaidi. Sasa vipi tuache hadithi hii ambayo kwamba yenye kuendana na Qurani, tuishike hadithi hii ambayo kwamba inakhtalifiana na Qurani? kuna nini hapo? Yani, kuna kitu gani ambacho kwamba wanachokusudia watu ambao kwamba wanang'ang'ania amba mpaka sasa hivi kueleza kwamba wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam wako motoni? Ama kuhusiana na mamake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam, watumia hadithi ile ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam anasema: istaadhantu rabbi an astaghfira liummi falam yaadhan li Nilimuomba ruhusa Mola wangu nimwombee msamaha Mola wangu hakunipa, hakunipa ruhusa. Wastadhantu na, nimemuomba ruhusa an azura qabraha, nizuru kaburi lake, faadhina lii, akanipa ruhusa. Awala katika sanad, katika hadithi kama hii hakuna majulisho, siyo ya karibu wala ya mbali ya kwamba mama yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko motoni, kwa sababu ulama wanaeleza kwa nini Mola subhanahu wa Taala hakumruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam amuombee msamaha mama yake? Amwombee msamaha na makosa gani? Anayeombewa msamaha ni mtu ambaye kwamba ana makosa. Ulama wanasema hakuruhusiwa kumwombea msamaha kwa sababu hana makosa, hakuwa ni mukallaf, na hukumu yake ishaelezwa, makuna muadhibina hata nabatha rasula, idhan aombee msamaha kwa makosa gani? Ama mtumi wasallam kulizuru kaburi la mamake, ni ishara tosha kwa mamake haipo motoni, kwa sababu mtumi wasallam alikatazwa kuyatembelea makaburi ya mushrikina na kufar. Ama mtumi wasallam kulia katika kulizuru, alipoenda kulizuru kaburi la mamake, ni rahma. Mtu yote anapomkumbuka mzazi wake, mamaake beba mimba yake, akamlea akamkuza, lazima alie lazima machozi ya mtoke, machozi ya rahma. Lakini si ishara ya kwamba labda yule mama yake yuko yuko motoni. Itakuwaje amina ingie motoni sheikh? Ikiwa siku ya kiyama, mama yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amina alayha assalam, hatapata salama ya Mola, hatapata rehema za Mola, nani ambaye kwamba atapata salama siku ya kiyama? Amina ambaye kwamba kana kama kama anavyopokea al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani rahimah llahu taala, katika kitabu chake Dalailu Nubuwa, kutoka kwa Ummu Samaa Bintu Abi Riham, Bintu Abi Riham, kwa Ummu Samaa Bintu Abi Riham. Huyu Ummu Samaa anaeleza, anasema nilimuona Amina alayha salam katika maradhi yake ambayo kwamba alikufa ndani yake. Nilimuona akiwa anamtizama Muhammad, yani

utatumwa kueleza mambo ya halali na haramu. tubaathu bitakhfifi walislami, utatumwa kueleza watu kuwakhafifishia watu kuwepesishia watu mizigo ambayo kwamba wako nayo, na utatumwa na dini ya Uislamu. dini yabika lbari ibrahani, ambayo kwamba ni dini njema ya babako Ibrahim alayhi salam. fallahu yanhaka ani lasnani Mola anakukataza na masanamu. Mola anakuhadharisha na masanamu. Allah tuwaliha malakwani usiyafanye kwamba ni miungu haya masanamu, pamoja na hawa washirikina wa Maka. Angalia maneno kama haya, hivi yanaweza kutoka kwa mushriki? Kisha baada ya hapo mama yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Amina alayha salaam, alisema kullu hayyin mayyitun, wa kullu jadidin balin

Kila kilichoko hai basi ni chenye kufa. Wakullu jadidin balin, na kila kitu kipya basi hakuna namna lazima kitafikia kuchakatu. Wakullu kabirin yafna, na kila unayemuona mkubwa, hata kama akiwa mkubwa vipi basi atatoweka.

anajua kama alivyooteshwa ya kwamba mwanawe atachumwa kwa, kwa viumbe min indi dhiljalali wal ikram, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye utisho na ukarimu bilislami, atachumwa kuja na dini ya Uislam. Imam Suyuti anasema wa hadhihi lalfadhu munafiatun lishirki, na matamko kama haya ni yenye kupingana kabisa na ushirikina. Sasa iweje mamake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwanamke tahara, mwanamke mwema, mwanamke mtukufu, huyo ambaye kwamba sera inaeleza historia yake, alikuwa ni mama mtakatifu, mama mwenye kujichunga, mama aliozaa kitu tahara kama hiki, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi atachomwa? Atachomwa katika moto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala? Moto gani ambayo kwamba utaweza kumchoma mama ake Mtume Muhammad sallallahu Itikadi hatari kweli kweli. Bali baadhi ya ulama, bali baadhi ya ulama wamefika mbali zaidi mpaka kusema ya kwamba mwenye kuitakidi ya kwamba wazazi wake Mtume, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wako motoni, huyo ni kafiri. Wallah aqsimu billahi wa rabbil Kaaba, aqsimu billah, kuna baadhi ya ulama wameeleza ya kwamba mwenye kuitakidi wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wako motoni, huyo ni kafir. Anaeleza Al-Allama Abdullahi Al-Alawi Al Shenqiti katika kitabu chake Nadhmu Nawazil, anasema man qala fi duahu rabbi yahriqu umma an-nabi kafirun yuharaqu, mwenye kusema katika maombi yake ya kwamba mola anamchoma mama yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam wa wa motoni Asema kafirun yuharaku, yeye ndio kafiri ambaye kwamba atachomo katika moto mwana. Kisha akasema wa man yaqul, na mwenye kusema fi nari walidu nabi, ya kwamba wako motoni wazazi wake Mtume, fahuwa la'in, mtu huyo ni maluuni, amelaaniwa. Qala Ibn al Arabi, amesema maneno haya Alimamu Ibn al Arabi. Allahu akbar! Wa man yaqul fi nari walidu nabi fahuwa huwa la'in, qala Ibn al Arabi, mwenye kunena mwenye kusema na kuitakidi ya kwamba wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa babake Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko motoni, au mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko motoni, mtu huyo ni maluni. Amesema maneno hayo al-Imam Ibn al-Arabi. Unataka tukueleze kiasi gani? Unataka tukufundishe kiasi gani? Maneno kama haya tulioeleza, yatamfaa mtu ambaye kwamba mwenye kutumia akili yake, mwenye dhamira, mwenye imani yake lakini ama wale ambao kwamba summun bukmun umyun fahum la yarjicun mahata tuongee usiku na mchana, hawawezi kuelewa. Lakini itikadi ya kuitakidi ya kwamba wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam wako motoni ni itikadi khatari sana, ni itikadi ambayo kwamba asili yake imetoka kwa adabulislam walioingiza itikadi hii ni adau Uislam, ni maadui wa Uislam, ni maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waliotaka kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ndio walioleta itikadi hizi, wa ila Qur'ani ishatubainisha wazi, na walillahil hamdu wal minna, Mola subhanahu wa ta'ala ametuwezesha sisi alhamdulillah, ni neema za Mola subhanahu wa ta'ala Mola ameniwafikisha kuandika kitabu hiki hapa, ambacho kwamba anakiita hukumu ya wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na je ni kweli wako motoni. Hiki ni katika vitabu ambavyo kwamba Mola subhanahu wa Ta'ala ameniwafikisha na ameniwezesha mimi mja wake dhaifu kabisa, fakiri, kuweza kukiandika hiki, kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwatetea wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikiwa natarajia kupata shafaa pata uombezi kutoka kwake bwana wangu Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wa alih wasalam kwa kazi kama hii ambayo kwamba ndio ifanya watakasa wazazi wake kwa ajili ya kuitakasa daraja na cheo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na mimi natumai mola wangu ni mkarimu amenikubalia na mimi natumai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baada ya kuonyeshwa kazi yangu kama hii, bila shaka wala raib, naamini kabisa ya kwamba imemridhisha na ameridhika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na muombe mola subhanahu wa ta'ala kwa kazi kama hii anipe shafaa ya mtume anipe uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi na wazazi wangu na Waislamu wote na wapenzi wote wa, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani hakuna ambaye kwamba kwa atajitosheleza ambay na shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unataraji uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa unatarajia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akuombea siku ya kiyama, kwa nini unaendelea kushika itikadi kama hizo ambazo kwamba hazina mashiko, itikadi ambazo kwamba ni mbovu, itikadi ambazo kwamba hazina misingi ikiwa unaihurumia nafsi yako, ukiwa unajionea huruma wewe, ukiwa unatarajia rehma za Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa unatarajia uombezi na shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku ya kiyama, siku ambayo kwamba yeye atabeba bendera na na atasema ana laha ana laha, basi achana na itikadi kama hiyo na ushike itikadi ya sawa sawa. Walillahi alhamdu wa minna, nimeeleza katika kitabu kama hiki ni ipi hukumu ya ahlil fatra wakiwepo wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika Alquran Alkarim awalan, kwa sababu sisi Waislamu katiba yetu ni Alquran Alkarim Aqida, itikadi yote, itikadi zote ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Taala ametutaka sisi tuiziitakidi, basi zipo katika Alquran Alkarim hakuna aqida ambayo kwamba utaikosa ndani ya Alquran Alkarim na ukiona aqida, jambo la kiitikadi ambalo kwamba halina msingi kutoka katika Alquran al Karim, basi hiyo si aqida chupa katika dini nataka. Kwa hivyo nimeeleza kutoka katika Alquran Alkarim, nimeeleza zile riwaya, nimeeleza illa za zile riwaya, matatizo ya zile riwaya, nimeeleza maneno ya ulamaa kuhusiana na hadithi kama zile, ulamaa kibaru ulamaa ahli sunna wa aljamaa, tabaan nimeeleza maneno ya fuqaha, nimeeleza maneno ya ulama wa usuli nimenukulu kutoka katika vitabu mama vitabu tegemewa vya ulama wetu wa ahli sunna wal jamaa, kisha nikatoa khulaswa, nikatoa ufupi wake, nikatoa zubda, nikatoa masomo na natija ya dalili ambazo kwamba walizozipembua na kuzingamua ulama wetu ahli sunna wal jamaa, tukapata kitabu kama hiki nguvu. Ukitaka kuelewa masala kama haya kiundani kabisa vizuri kabisa, na kama nilivyoeleza katika darsa kama hii na zaidi, kwa sababu mimi nimeeleza kikhulaso tu ufupi tu, lakini haya yote ambayo kwamba nilioeleza utayapata katika kitabu hiki, hukumu ya wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambacho kwamba ukienda katika maduka ya vitabu vya Kiislamu Kariakoo e, msikiti msikiti wa Mtoro utakipata utakipata utakisoma, na ya, right. Ya right. Natamani lao watapatikana, ahlul khair kapatikana ahlul khair, tukashirikiana nao kuvichapa vitabu kama hivi, nuskha nyingi, nuskha elfu mbili elfu tatu elfu nne elfu tano, alafu kisha tukavigawa bure kwa Waislamu, wallahi itakuwa ni kheri kubwa sana, wallahi itakuwa ni Yani, ni neema kubwa ambayo kwamba tumeifanya, bali itakuwa tumeweka sadaqatun jaria, sadaqa ambayo kwa wenye kuendelea, ambayo kwamba manufaa yake tutaipata siku ya qiyama, siku ambayo kwamba e, haichomnufaisha mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambayo kwamba atamwendea Mola wake Subhanahu wa Taala kwa moyo uliosalimika. Idhan. Haya ndiyo masala muhimu sana ambayo kwamba niliwapenda kueleza kuhusiana na hukumu ya wazazi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kitaka e, e, kwa urefu zaidi rejea kitabu hiki ambacho kwamba akhi, yani kitabu yani bei yake ambayo kwa kwamba utapata yani hata pesa yako unaotumia nini ile breakfast ya asubuhi ni nyingi kuliko bei ya ambayo kwamba inauzwa kitabu hiki. Hivyo, masala makubwa lakini unayopata kwa na lengo la vitabu kama hivi kuviandika ni kuelezea haki, ni kuelezea hakika, ni kuelezea uhalisia wa mambo yalivyo kwa kuonea huruma ndugu zetu Waislamu, wasije wakaingia katika mambo ambayo kwamba yatawasababishia matatizo na majanga siku ya Kiyama, kwa sababu sasa hivi muda bado uko nao, muda bado uko nao, unaweza kurejea hesabu zako, unaweza kurekebisha